Naitwa mhandisi Mohamed Besta, ni mtendaji mkuu wa wakala ya barabara nchini, yani TANROADS. Hivi leo tuko katika kutembelea daraja letu la Pangani. Daraja la Pangani kwa hivi sasa limefikia asilimia sabini ya utekelezaji e, na daraja hili limejengwa likiwa na urefu wa mita 525, na, na limetumia teknolojia ya hali ya juu kabisa katika ujenzi wake. Daraja hili litakapokamilika litaweza kuunganisha Eh, kati ya miji ya Bagamoyo, Dar es Salaam lakini kwa upande mmoja, lakini vilevile kuunganisha na mji wa Tanga, eh, kwenda mpaka Horohoro na Mombasa. Ni mmoja kati ya barabara ambayo eh, inajengwa chini ya mpango wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo inatoka Bagamoyo mpaka Lungalunga, eh, hivyo, eh, uchumi katika eneo hili la Mwambao kwenda mpaka Mombasa utaongezeka na hivyo kukuza uchumi katika eneo la mwambao wa Afrika Mashariki. Tuna furaha kubwa sana kuona maendeleo ya mradi mradi, unaenda vizuri. Kwa hiyo tumefurahi sana na hii technology mpya ambayo ni ya kusogeza scaffold kujenga daraja, ni technology mpya kwa kwa kwa hiyo, tumeiona kwa macho, tumeshuhudia kwa macho na tumeshuhudia kazi inavyokwenda, inaenda vizuri, na tunatarajia kwamba mradi utakamilika kwa wakati. Bodi ingetamani kwamba miradi inayotekeleza TANROADS hapa nchini yote iende kwenye spidi inayokwenda kwenye mradi huu, na vile vile kuhusisha wataalamu wetu wa ndani ili wajifunze nao teknolojia hii mpya. Hapa kwenye mradi huu tumeona jinsi ambavyo wataalamu wa TANROADS wako kwenye mradi, kwa hiyo ina maana baada ya kukamilika mradi huu, utakawa nao wamepata ile transfer ya technology. Kwa sasa tuna zaidi ya miradi 90 inaendelea nchi nzima, mikubwa na hata midogo. Na inafadhiliwa na serikali karibu asilimia 55 na asilimia 45 inafadhiliwa na washirika wa maendeleo. Huu ni moja ya miradi hiyo ambayo inaendelea na kama tunavyoona, uh, mradi unaendelea vizuri. Kwa sasa changamoto zimekuwepo hapo awali, lakini changamoto nyingi za ki hasa zile za kitaalamu zimeshazi overcome. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mradi huu sasa utakamilika kwa wakati.